Naona watu saba wanavita kwenye malango, wanavita, wanavita, Mungu wasaidie, Mungu wasaidie, Mungu wasaidie. Mmoja anavita kwenye ndoa, anavita kwenye ndoa, ninaona moyo wake unaenda mbio, anajuta kuolewa, anajuta kuolewa, anasema laiti ningejua, laiti ningejua. Ana hatima kubwa huyo, ana hatima ambayo si ya kawaida, ana hatima kubwa, ana hatima kubwa kwenye tumbo lake, sio tumbo la kawaida, ana hatima kubwa mpaka kwenye biashara, wameona wameona nyota ya biashara. Nasema hatima yake iachiliwe, hatima kubwa ya, ya biashara. Namwona kaka, wamekamata mikono yake, wanasema ana hatima kubwa atababa mpaka ndugu zake, nasema na umeshawashughulikia ndugu zake wengine, umeshaiba nyota zao. Wana hatima kubwa bwana. Naona watu saba, angalia. Namuona malaika akiniambia wako walio tayari robo. Namuona mwanamke aliyetumwa kupeleleza ndoa ya mtu, kupeleleza nyumba anayojenga. Inaona akiungua moto, akiungua moto, hiyo nyota inawaka. Namuona dada anayeombea eneo la kujenga. Namuona mwanamke mweusi akiniambia, Lisha unaniwa nimeweka nyota yao kwenye hiyo ardhi, nikazika, nikasema watae hapo si hapo, naona nyumba, naona nyumba rew omaiga. Mungu wafungulie, Mungu wafungulie, waone yuko Kwa watu wanashangaa namwona shemeji mtu. Akiniambia nilipanga kumua mama yake. Nilipanga kumua mama yake. Nilipanga kumua mama yake. Nilipanga kumua mama yake. Niliwakosanisha raha na mama na mke wake. Wasielewani, angalia hiyo nyota inawaka. Kuna mmoja anamwokoa mama yake. Mama yake ana vita na baba yake. Hawaelewani. Hawaelewani. Hawaelewani. Orima ni mtoto. Ni mtoto. Ana nyota kubwa kwa ajili ya kumwombea mama yake. Kwa ajili ya kum imechukuliwa eti, nyota ya mama yake imechukuliwa, eti wasielewane. Malaika pita, malaika pita, angalia hatima ya nyota yake inang'aa, nyota yake inang'aa, eti wanasema hakuta tukutaka aishi na huyu mwanaume, maana nyota yake ni nyota ya kifalme. Nyota yake mume wake yapi inaachiliwa, nyote ya mume wake inaachiliwa. Kuna watu wanapokea. Shangaa, mimi nasikia ndani kwangu, rababa kila sehemu. Nyote ya mume wake inaachiliwa. Kuna moja amekuwa akiomba kwa ajili ya kaka yake, kaka yake. Kuna mwanamke amemshughulikia, kuna mwanamke amemshughulikia na ametumia noti ya elfu kumi akamshughulikia kaka wake. Kila akikumbuka kwa analia, kila akikumbuka kwa analia, kaka yake ndiyo nyota ya kaka yako kwenye ilo kaburi. Nyota ya kaka yako kwenye kona za barabara. Nyota ya kaka yako, nyota ya kaka yako. Ndiyo, kuna moja anamuokoa kaka, kaka yake anasema hatuna pa kukimbilia. Kwenye madhabahu zao nyota yako iachiliwe, ya kwenye madhabahu zao nafsi yako iachiliwe, ya kwenye madhabahu zao akili yako iachuliwe, ya kwenye madhabahu zao vyungu vyao vipasuke familia kwao. Namuona mwanamke mchawi yuko kwenye hiyo familia, akisema, nashindana naye, nilishakula mtoto wake, nilishatamani afie leba, nilishatamani agombane na, alishawahi kuja hapa mimi, ndio nimesababisha, lakini amerudi bado kwenye ndoa yake. Nina vita naye na amejenga nyumba, amejengaje? Ameshatuharibia vitu vingi, ndugu yake ningeshamuua, lakini yeye alimwombea. Nina vita naye, kaka yake ali na shida ya kichwa kakaaka, aliwahi kuwa na shida ya kichwa kakaaka, aliwahi kuwa na shida ya kichwa, aliwahi kupata shida fulani kwenye mwili. Yeye ndiye aliomba, na ajui, ajui kwamba alifanya maombi. Yeye ndio maombi yake Bwana alisikia. Angalia, angalia huyo hapo. Ziri, atakwenda kwa mtu mkubwa. Tumepita kwenye kalamu, tumepita kwenye daftari, hatima ya huyo mtoto. Hatima ni mtoto kwa sasa, ni mtoto kwa sasa lakini miaka kumi ijayo sio mtoto, ni mfalume ajae, ni kuhani aje. Weka mikono juu, weka mikono juu, kila madhabahu, kila madhabahu, kila madhabahu, namuona kila mtu kwenye daftari, wakaandika tishio na ni tishio kwenye hii familia. Tumewahi akili yake, tumewahi afeli, tumewahi asione chochote. Akiingia darasani anasinzia, anachoka, anakuja kupata ufahamu baadaye, anakuja kupata ufahamu baadaye. Ninaona ni mkombozi wa familia Anaki anaye niambia ajanijua mimi ni free maso, nina vimbola kwenye biashara yangu mimi. Nimechota nyayo za miguu yake, alikuwa na duka kubwa, walikuwa na biashara kubwa, niliona mwenye nyota ni mke ni mke, nikapita na nyota ya mke wa ujamaa, nikapita na nyota yake. Weka mikono juu ya hela ana ndoto ya kumiliki mamilioni ya pesa. Ana roho ya kitumishi ndani ya huyo mtu, ana roho ya kitumishi, ni mtu wa Bwana na amekuwa na maombi. Onekana Mungu ili adui aibike! Onekana Mungu isiwe na kuomba bure! Onekana Mungu wajue nimeokoka! Weka mikono juu! wamekuweka kwenye kwa za barabara. Kuna wakati ukipata pesa ni kama pesa zinakuchanganya, ni kidogo, ukipangilia itoshi matumizi, inakuchanganya. Ameweka miguu yako kwenye kona za barabara. Kuna watu unatakiwa kukutane nao, kuna watu wema unatakiwa kukutana nao, wakubeba, wakutie moyo. Hao watu wamekamatwa, hau wafikii. Haya, naita miguu yako kwenye kona za barabara. Kila mtu awe tayari. Naita miguu ya huo kijana, naita miguu ya huo dada, huyo mama Chaa! Kwanini nini asivuke? Tumeteka mamake yake. Ume? Apate magonjwa au ni mazabibu ya watoto. Umeteka? Tumeteka eti. Mewateka. Mama yake mazabibu ya watoto wake. Haoni? Tumeteka. Haoni nini? Hataona zabibu hata ya watoto wake. Hataona thamani ya watoto wake. Kabisa. Kwa nini? Wanakuwa na ugomvi kila saa. Ugomvi kila saa. Tunataka watu tukao chukua mifugo lakini tukao chukua watu. Eh? Kwa nini? Tulitaka kumtoa moja kafara kwa mkoa. Akapofuka macho h kuhknnu Dada huyu? Eh, sitaki. Nani huyu? Wapi unataka kumuokoa uh, alitakiwa kutolewa kafara, yupo hapa hapa, mdogo mdogo wako utaki sana, angalia aliyepofuka leo leo, niombe maombi haya ha? Yatamkera nae kutesa ulikotoka, yatawakera wanaokulaani ulikotoka. Mtu mmoja aseme basi amina. Ah, unataka kumtoa kafara? Eh, na mimi ni jirani yake eh, eh, na tena uko na ungwete. Kwa nini? Kwa nini unataka kutoa kafara? Sikusamei. Hundi alikuwa kipofu tu <laughs> We ni mwanamke ni mwanaume? Mimi ni mwanamke. Mchawi wako unatumia, wa kununua, wa kupewa, wa kufanyaje? Uu, jamani. Uchawi wako ni wa Free Mason, wa kununua, wa kufanyeje? <laughs> Mani, angalia vitu. Dada alikuja hapa mene, kuchu, alikuwa haoni o kutembea ni shida, lakini angalia anayefanya kazi hiyo yupo no. Aliniambia Jumapili atatoa ushuhuda wake vizuri no. Lakini sasa angalia huyu anayefanya kuloga familia yupo no, no, na hayuko no, no. mbali afe asife Si wezi, wezi, Aubuka, wezi, wezi, wezi, wezi. Nataka mnataka nikumbuka ajulikane kwa nini unatesa familia hii wananyota. Wananyota. E, na umetesa we watoto eh? mamake. <laughs> Nyosha mikono iko, kila anayetutesa anaye sema, fire! Umona nakulia dada huyu, sio yeye. Kule anayefanya hiyo kazi, anapata ayo malipizi, anapata hiyo shida. Sema, wanaonitesa mimi waanze kulia, wanaonifanya nilia mimi waanze kulia. Nyosha mikono iko, imani sema, moto huo Sema nashusha radi za moto, nashusha faya, awe mwanamke kahaba, awe mwanamke ajenti, awe natumia madawa iwanatumia madawa sikusameiwasameachsamee tuwaue, tusiwaue. Biblia nasema tusiache mwanamke mcheu afanyeje, awe mwanaume asiishi, awe mtoto asiishi aliyekuloga asiishi. Na ninaweka wiki hii mpaka Jumapili wiki ijao, nataka nisikia wachau wakiropoka. Yeyote anayepanga mazishi yako, mazishi ya mama yako, mazishi ya kakaako, mazishi ya mtoto wako, mazishi ya ndoa yako, mazishi ya biashara yako, biashara zao mazishi kwao iweze kutangazwa. Natangaza leo mazishi kwa maadui Walichokutangazia hakitakuwa kwako. Nikusamehe hivi, unafahamu jina langu? Unafahamia jina langu wapi? E, kwa sababu unawasaidia, nawasaidia na watu wako kona. Utaki watu, utaki niwasaidie wangapi kwenye hiyo anga hebu nyosha mikono oh. Ninaona kikao kinachofanyika huwa saa tano, wanakutana wanapongezana. Uh, jamani, tusema sasa. wanapongezana kwa naona wanakaa juu ya kisima Kwan alafu kuna kibanda naiona ambaye ndio mahali wanaandika agenda za watu kuwasambaratisha na kuwakamata watu. Akionekana mtu ananyota au ana neema ya kumpenda Mungu, kwenye hichi kibanda ndicho inaenda ina ina kupangwa mijadala ya kuwamaliza watu, na ndio maana hakuna mtu anayefanikiwa pale kwa viwango, kwa sababu tayari kuna kunakuna munganiko wachawi. Sema era kijiwe, sema basi era kijiwe. Ya Mungu hata akinishambulia wachawi sita, waacha sema ewe kijiwe, wachawi wa anga, leo tunategesha radi za moto, radi za moto juu ya hiyo kisima, kwenye miti darajani, chini ya miti, leo hapata kalika, tunawasha moto, tunawasha moto mtoto kila mchawi awe mtoto awe mama awe dada, tunatumia panga, tunaita upanga wa Elia, tunawakata tunawakata tunawakata, kata, kata, kata usafiri wao, usafiri wa ungo wanatumia safi, uh, kata hiyo usafiri wa ungo, waambie leo hamta safiri. Hiyo bomba, tunatawala kwenye hiyo kijiwe cha bombani tunatawala vijana mliowateka, vijana mliowateka, roho ya mauti, roho ya mauti, roho ya mauti. Kuna kaka ni mzaliwa wa kwanza, aliwahi kupata ajali ya wa pikipiki, walitaka kumtoa wa kafara, walitaka kumuua, walitaka awe marehemu. Kwa damu ya Yesu, kwenye hiyo familia, huyo mnayemtafuta hafi tena, hafi tena, ukombozi unapita.